Leo nina jambo moja ningependa niwaeleze, japo ni chungu, mimi msinichukie. Maisha haya tunayoishi, watu wengi tumekuwa watu watuna siri kila jambo, kusema sema, waza kuwa utamki na mdomo, lakini kwa mtandao, ukishaweka picha zile hivyo, umeongea baba, umeoa mama, umeolewa Sikatai, ni jambo zuri, hata mimi nafurahia, lakini ninachokuomba, jaribu kuwa mtu msiri. Japo mmeoana, ficheni, msieke kwa mtandao. Watakaohudhuria harusi wawe washuhuda, mnaotaka wawe washuhuda mtandaoni, hao ndio maadui. Mkewe kapata mimba, huyo kapiga picha mtandaoni, ukaenda Facebook, Twitter, Instagramu TikTok huko kote, picha ukabandika, ni kweli, tukamuona tukajua ni mjamzito. Kenye ninakuomba kuwa mtu mwenye siri. Mkewe kakaribia kujifungua, mwanawe bebi shawa, tukaona hao, mkaweka, sisi twafuatilia. Kuna wengine wana uchungu, si macho yote kwenye mtandao yanaona yakifurahia. Kuna mwenye wa kuona hana yule mtoto, kuna mwenye wa kuona hana bwana hana bibi. Usidhani mtu huyo akiona atafurahia rohoni, ataumia, mabaya atayaongea ndani ya moyo wake, hata na mawazo atafikiria. Mkewe kajifungua, picha ndizo hizo, mezimwaya kila mahali mtandaoni tukaziona jamani, mtakuwa na siri lini? Acheni kuanika mambo yenu ovyo ovyo. Mnavyofikiria mtandao ni mzuri, na mtandao ni mbaya. Langu ninalowaomba, jamani, kuweni na siri, acheni kuwa watu wa kuanikaanika kila kitu mtandaoni. Si kwa ubaya na sina nini, ambaya mtandao sio mzuri vile unavyodhania Kaka, sivyo hivyo vile unavyodhania. Mama, sivyo hivyo vile unavyodhania. Dada, sivyo hivyo vile unavyodhania. Kijana, sivyo hivyo. Langu na wasihi, kwa upole nawaeleza, acheni kuweka kila jambo kwenye mtandao. Mtandao una mahasidi, mtandao una marafiki, lakini asilimia tisini na tisa wengi ni mahasidi. Wajapoona maendeleo yako, ununua gari, ununua nini, moyoni wa furahii, wanasikitika na mawazo mabaya wanatuombea. Asanteni na tumaini, tutabadilika kuanzia na mimi, nanyi pia mkifata